Ni ahidi tu eh, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Mleba Muleba, eh, kwa elimu hii ambayo sisi tumeipata hapa e, tutakwenda kufanya kitu tutakwenda e, kufanya kitu na baatinzuli mheshimiwa madiwani kwenye kata zetu zote. Eh, tumekuana hapa wameona, na nafikiri viko vitu tumejifunza vingi eh, na kwa sababu tutaanza na kata moja ya eh, Kasanda lakini nafikiri na wenyewe na wameshajifunza maanake, matumizi bora ya ardhi kwenye maeneo yetu ndio kitu cha msingi. Kama hamna matumizi bora ya ardhi, hamwezi kufanya hii miradi, hamwezi kupata hii miradi, na watu wengi wameshindwa kutokana na kukosa matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji vyao, kwenye maeneo yao. Kwa hiyo hili ni somo ambalo limetufundisha nje ya, ya block farm yenyewe, lakini na sehemu zingine za utunzaji wa ardhi za vijiji vyetu. Wenzetu nje ya nchi e, wazungu wanasoma, anapata PhD yake, alafu akimaliza pale hataki kazi, anakwenda kwenye kilimo. Sasa huko tunakoelekea ndio nchi yetu inakwenda huko. Ajira e, kama tunavyojua ni changamoto ni adimu ni, ni ngumu ni chache. Kwa hiyo ukiweza kupata fursa kama hii eh, ya, ya kupata shamba yako kwa kweli na kuona kama tajiri. Kwa hiyo vijana, hii fursa muiwekee kipaumbele sana, lakini na watu wengine kwenye jamii, kwa sababu ndio maisha yenyewe yalipo hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi tulivyokwenda Wizara ya Kilimo tulipata ofa ya mazao sio chini ya matatu n zao la parachichi lakini zao la kahawa pamoja na mpunga. Mheshimiwa Waziri Bashe alisisitiza sana kwenye mazao ya chakula, anasema eh, block farms kuanzishwa kutokana na mazao ni nyepesi sana, lakini tulijitathmini na tukaona kwamba eneo ambalo tunaweza tukalipata lina, lina, lina suffice eh, kwa kilimo cha parachichi, ndio ndo maana tukaamua tutenge hizo hekari takriban elfu moja na mia tano. Hizi hekari kwa kweli tukizifanikiwa, nadhani tutakuwa miongoni mwa mifano kwa Tanzania yetu hapa, na naomba Mwenyezi Mungu atujalie tupate nguvu tuweze kufanikiwa, lakini hatukwenda kwenye mazao mengine ya kahawa pamoja na mpunga tuliyoweka pending kutokana na uchache wa ardhi na, na mahitaji eh, na mahitaji ya, ya, ya wizara ya, ya kilimo. Hatumaanishi kwamba mazao hayalimwi, yanalimwa kwenye maeneo yetu na kwa bahati nzuri na wilaya nayo imejaliwa na mazao mengi ya chakula lakini ya muda mfupi. Kwa hiyo tuizamilia sasa tujikite kwenye mazao ya kimkakati, mazao ya kibiashara, mazao ya muda mrefu kama kama ile like, ya parachichi lakini na na, na haya mengine ya kahawa. Lakini nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru sana kwa namna ambavyo mmetujibu. Nina imani e, wenzangu waheshimiwa madiwani na CMT yote watakuwa wameridhika maeneo ambayo tulikuwa tunahitaji tuna, tuna kupata maelezo ya ziada. Naamini kabisa kwamba sasa tumeshapata tunapotaka. Tugeuze tuondoke kwenye umaskini, sio kazi ndogo, na sio kazi lelemama. Ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo commitment ya usimamizi inahitajika kwa sababu fedha nyingi zimetumika na vijana wanahitaji kuona mabadiliko ya kiuchumi ya, ya. Kwa hiyo ya niseme kwamba kwa hatua hii ya mwanzo umetutia hamasa kubwa sana na sisi, kitendo cha kutoka Kakonko kwamba mnakuja kujifunza kwetu sisi, tumepata hamasa kubwa ya kuendelea kufanya zaidi na zaidi. Nisema mwanzo kwamba bado ni mmekuja kujifunza kwa sisi ambao wanafunzi, lakini tupo darasani, lakini hakika kwamba kujifunza kwenu sisi kumeendelea kututia nguvu, kututia moyo na kadhalika. Lakini shukuru sana, wananchi wamekuwa na mwitikio mkubwa sana. Tuliposema nionyeshe unapolima hivi kwa kasi kubwa, wananchi wanakata sana miti ingawa lazima utoe elimu, uambie kwamba hivi huu mti ambao ukidumu miaka 15 utauza kwa shilingi ngapi? Tumekubaliana na wanaitikia na tutakwenda mmeona miti mingi sana. Tunakwenda tunatumia diplomasia, mshauri kwa diplomasia kubwa sana naambia, njoo tusemezane hapa kwenye kahawa, ukipanda mti wa kahawa unaona hivi miaka miwili matunda yake ni haya haya, mti wako unauza shilingi ngapi? Kwa hiyo diplomasia kubwa sana ina, lakini ni commitment ya wilaya nzima watumishi wote, kuna watumishi walishinda hapa, walilala hapa wote kwa pamoja ili tuone matokeo yanatokea kwa ajili ya hawa vijana. Sisi kama vijana mengi yameshazungumziwa, kikubwa ni kushukuru serikali kwa hiyo kilichotufanyia, imetuinua, imeweza kutusaidia kutuinua kiuchumi kwa sababu sisi hapa tulikuwa ni vijana ambao tulikuwa hatueleweki tulikuwa ni vijana tunashinda mitaani, vijana mabodaboda, vijana ambao hatuna kazi, lakini sasa tuna uhakika kupitia huu mradi. Tayari ni vijana ambao tunajiona ndani ya miaka miwili tayari ni vijana ambao tutakuja kuajiri watu wengine kupitia huu mradi, na kitu kingine tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa hiki kilichokifanya, na tunashukuru uongozi mzima na usimamizi mzuri kupitia wilaya yetu ya Muleba, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na kamati yake, viongozi wote wa wilaya, viongozi wa kata, viongozi wa kijiji, pamoja na jitihada kubwa ya mkuu wa mkoa wetu wa Kagera, Mheshimiwa Ajati Fatuma Abubakari Mwazi. Sisi kama vijana tunashukuru sana, hatuna zaidi ya kushukuru, kwa sababu mambo mengi yameshazungumziwa. Tunazidi kushukuru na kuatia hamasa vijana wengine ambao bado wanaregarega hawajaona hiki ambacho tunaenda kukiendea, kikubwa zaidi ambacho serikali imekilenga sasa. Naitwa Ibrahim Katunzi, diwani wa kata ya Mwaki. Kwa upande wa ziara hii ya mafunzo na kuja kujifunza kuhusu block farming. tumejifunza namna ya kusimamia mashamba, lakini pamoja na kuandaa mashamba, lakini pia tumejifunza kwamba wenzetu wa Muleba wamewapa nafasi vijana na wamewakopesha fedha kutoka lile tengo la asilimia kumi la vijana. Na ukiangalia unaona kabisa kwamba wenzetu wamejipanga, lakini sisi tunapotoka hapa sasa, kutokana na kile ambacho tumejifunza kwa maana ya kupanga zile block farms, sisi tunakwenda kuwapi kuwapa elimu watu wetu, lakini na kuishauri halimashauri nayo, kutokana na jinsi ambavyo wameona vijana wamepewa nafasi, basi na sisi kule waweze kupewa nafasi vijana, ili waweze kutunza na kumiliki yale mashamba, kwa maana ya kusaidia halimashauri kupata mapato, lakini pamoja na serikali. Na ukiangalia hata zao la parachichi ambako tumekuja kujifunza, tumeona ni mtu binafsi anaweka karibu 47 na ameeleza kwamba ameshatumia karibu milioni mia tano kwa hiyo bado tunaiomba serikali sasa, kwa kuwa na sisi halmashauri tumejikita kwenye zao la parachichi na wizara imeona inaweza kaja kusapoti, tunaokea kwa halmashauri yetu, sisi tutafanya vizuri zaidi, kwa sababu si mwananchi mmoja mmoja, badala yake itakuwa ni wizara pamoja na halmashauri. Tunaohakika kama tumetoka, tukapania kabisa kwenda kutoa ushirikiano kwa wizara, halmashauri yetu tutapanda kupata mapato, lakini pamoja na kufanya maendeleo makubwa sana katika halmashauri yetu. Tunampongeza Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameamua wizara ya kilimo kuja kushika mkono halmashauri yetu ya wilaya ya Kakonko ili nasi tuweze kuwa katika halmashauri bora ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Tunamshukuru sana dr Samia Suluhu Hassan. Naitwa Alfred Arias, diwani wa kata Kanyanza. Kwa kweli, tunashukuru sana kwa ajili ya kufanya mikakati ya hii ziara kwa ajili ya waheshimiwa diwani kuja kujifunza kilimo cha kahawa pamoja na parachichi kwa kile ambacho sisi kama madiwani wakata tumepata elimu ya kutosha, na tunategemea tena kwenda kuwahamasisha wananchi wetu ili kwa ajili ya, kwa ajili ya swala hili la kilimo, na wananchi waweze kunufaika na ziara yetu ambayo tumepata haya mafunzo, tunaeza kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu na wao wananufaika na ziara ambayo tumeweza kujipata katika hii halmashauri ya Muleba. Ai yangu ni kuhakikisha kwamba wananchi wa kata Kanyonza ambako mimi naongoza kuhakikisha kwamba angalao hii elimu naifikisha kwao ili wa, walao na wao waanze kuandaa mashamba ili waweze kunufaika na hii ziara ili baadaye wawewaweze kujikumbua katika maisha yao. E, mimi kama kiongozi nitashauri nita vijana ili hasa wajikite katika haya mazao yote mawili, kahawa pamoja na parachichi, maana ndo nimeona kabisa ndo inaweza ikaondoa umaskini, kwa sababu ni zao kwanza, ni mazao ya kudumu kuliko mazao yote. Kwa hiyo hivyo nitawapelekea hii elimu, kuwahamasisha ili waweze kujikita katika mazao haya.